Moja kati ya makosa makubwa ambayo wafugaji wanaweza kufanya ni kuanza kufuga wakati hujui mifugo yako italia wapi ama itapata malisho kutoka wapi. Lakini je, unaweza ukashangaa kwamba nyasi ama majani yanalimwa hapa, na wewe unaweza ukaimplementi technique hizi hizi ambazo zinatumika hapa uweze kuzalisha majani nyumbani kwako ama shambani kwako. Kuna zaidi ya spishi ishirini za majani ambao zinalimwa hapa, na leo tunaenda kujifunza kuhusu spishi hizo hapo. So bila kupoteza muda, tutakuona mtaalamu wetu hapa, ambaye atatuonyesha aina tofauti tofauti za spishi ya majani ambayo analimwa hapa, na wewe mtazamaji ama mkulima unaweza ukaanza kuimplement tekniki hiyo hapo. Usiondoki, hii ni maco TV. Na hapa tunakutana na mtaalamu wetu ambaye ataenda kutupitisha kwenye shamba zima akituonyesha aina tofauti tofauti za majani ambayo analimwa hapa na faida zake ni zipi, na ni kwa namna gani wewe mkulima, ama mtu ambao unahitaji siku moja kuingia kwenye kilimo cha ufugaji, unaweza ukaanza kuzalisha majani yako shambani. Atajitambulisha yeye ni nani, na leo hii tutegemee kuona spishi za aina gani hapa shambani kwake. Karibu. Aa, nashukuru. Kwa jina anaitwa Ruben Ruben. Msimamizi wa shamba la la ng'ombe wa maziwa pamoja na upande wa nyasi. Leo tutaenda kujifunza eh, namna ya upandaji wa nyasi kwa ajili ya malisho ya wanyama wetu. Karibu. Na miongoni mwa kitu ambacho kitakuwa cha kushangaza zaidi, tumeshazoea kwamba kitu ambacho kinalimwa ni mazao tu. Mtu anaweza akaona kwamba inawezekanaje kwamba shamba kama hili hapo, kwamba watu wanalima shamba kwa ajili ya kuzalisha mazao yani ama kuzalisha nyasi? Shamba hili linatayarishwaje? Nyasi hizi zinapandwaje? kuna mbegu, kuna nini ama nyapa, mnafanyaje? Uh, kwa upande wa uanzishaji wa shamba la nyasi lazima tuandae eneo kubwa kama unavyoliona. Na tunaanzaje? lazima tufanye eh, kuchipua kuchi, kuchimbua, lazima tuchimbue udongo ule, tuondoe visiki. E, tukishaondoa visiki tayari basi tuna kata viportion portion vidogo vidogo kwa ajili ya kuandaa, kuandaa spishi tofauti tofauti. Hatuwezi kuandaa shamba zima spishi moja, kwa ndio maana kuna spishi nyingi. Na mbegu za majani haya ni zipi? au ni kwamba mtu anachukua majani hayo hayo ndo anayapanda, ama mbegu zake zinapatikaneje? Yani uh, kuna mbegu tofauti tofauti. Kuna mfano kama haya hapa ni jamii ya elephant grass, jamii ya miwa ambayo da, mbegu zake tunakata vi visiki ama vigogo vigogo, ambavyo hivyo vigogo vinakuwa kama aina ya mua, tutapanda kwa, kwa namna yake tofauti yale matoleo yanaelekea juu halafu ya chini ni mizizi kwa namna hii. Na, kwa upande mwingine tuna spishi nyingine ambayo hii spishi tunaita Victoria tenatee au kwa jina lingine tunaita blue pea. Kwa nini tunaita blue pea? ina maua ambayo yana muundo wa bluu, au rangi ya bluu, ambayo hii ni jamii ya mikundekunde pia inapendwa sana na ng'ombe wa maziwa na mbuzi wa maziwa. Kwa sababu gani? Hii ina protini ya kutosha ambayo itapelekea ng'ombe wetu atoe maziwa mengi na mbuzi wetu atoe maziwa ya kutosha. Pia hii hapa tuna spishi tofauti tofauti ambayo ni jamii ya Pretoria, zinatofautiana. Tuna lakini tunaziita kwa pamoja ni mikundekunde ambayo ina nyuzi za kutosha ina e, mineral ya kutosha na vingine vingi katika majani haya. Na hizi au ng'ombe au mbuzi unawafidi kwa siri gani? Unakuja huku ku shambani au unakata na kuwapelekea? E, hii hapa ni rahisi kwa kuwafanyia grazing, maake majani ya chini. Kwa hiyo kwa wanaofuga zero grazing, wanafuga ng'ombe wao hawatoki ndani, sio majani ambayo na, yanawafaa wao kwa haya, hizi nyasi ni nzuri kwa wale wanaofanya grazing. Kwa zero grazing ni nzuri pia, kwa sababu kwasababu si unakata unawapelekea, naam In... Na, kwa siku ya leo tupo katika malisho upande wa miti malisho, ambayo huu mti tulioko hapa unaitwa Sesbania sesban. Sesbania sesban ni aina ya miti malisho ambayo ina sifa mbalimbali mbali. Sifa ya kwanza ni ina protini ya kutosha Pili e, tunafanya e, kukata na kupelekea ng'ombe kama zero grazing kwa wale ambao hawatoki kwenda kuchungwa. Pia ni, ni nzuri kwa mbuzi ambao wanafanya browsing, nzuri kwa browsing. E, pia tunaweza tukaifanyia processing ambayo tutaenda kuchanganya na vyakula vingine. Pia hii sesbania sesbania tunaipandaje? Tunachukua zile mbegu na kwenda kuzipanda ambayo inakuwa kwa muundo huu hapa, nzuri kwa mbuzi ukiwaleta wakachunga, na sio kwa ng'ombe wake. Ng'ombe wao hawezi ku, kupandapanda kama mbuzi. Faida ya mti huu sesbania ya sesban inatoa mbegu ambayo mbegu yake ni kama maharage, ambapo nikichukua hii ambayo itakayokuwa imeshakomaa nikaikausha vizuri kwa ajili ya mbegu nitakuja kuipanda kwa kwa kuweka e, kwa kuweka umbali kidogo, ili kwa ajili ya kuwa una utanuzi wa majani, itachukua miezi mitatu hadi sita kuja kupata malisho. Uh, karibu ndugu mtazamaji katika shamba letu tena. Kwa majina naitwa Ernest Emmanuel, ni meneja msaidizi katika shamba letu hili la ufugaji wa ng'ombe na hapa tuko shambani katika shamba la nyasi za malisho kwa ajili ya ng'ombe wetu. Na hapa niko katika eneo hili la nyasi hizi ambazo zinaitwa Bwantemala kama zinavyoonekana hapa. Hizi uh, nyasi zina sifa zifuatazo. Cha kwanza kabisa, zina majani mapana kama inavyoonekana hapa pia zina uwezo mkubwa wa kurefuka mpaka kufikia mita hadi saba katika eneo ambalo we utakuwa umepanda. Sifa nyingine ambayo inapatikana katika haya majani ni kwamba ina kiwango kizuri sana cha protini, amba ambacho kinatakiwa katika mifugo. Mingi sana inahitaji protini kwa ajili ya ukuaji, kwa ajili ya kuzalisha maziwa au hata kwa ajili ya uzalishaji wa nyama protini, ni kitu kizuri sana kwa hiyo, protini inapatikana kwa wingi katika majani haya. Sifa nyingine katika haya majani, inakuwa ina uwezo mkubwa wa kutoa malisho mengi katika eneo dogo. Kama tunavyoona hapa, ina majani mengi, pia ina shina pana kwa Kiingereza wanasema kwamba ina high biomass. kwa hiyo mfugaji akilima haya majani, yana uwezo mkubwa wa kupata malisho mengi katika eneo dogo tu. Hii inakuwa ni ina faida kiuchumi, hasa hasa katika maeneo yale ambako kunakuwa kuna uhaba wa eneo. Sasa, namna ya kupanda au kuandaa nyasi hizi, mara nyingi huaga zinatumika mbegu ambazo ni pingili. Utaenda katika mmea ambao umeshakomaa utakata pingili, pingili kwa at least labda sentimeta 30 kwa urefu, then utaenda kupanda katika sehemu ambako unataka kuanzisha hizi nyasi. Zinachukua muda wa kuanzia miezi mitatu hadi miezi nane kukomaa kwa ajili ya kuanza kuvunwa. Sasa katika namna ya kuvuna hizi nyasi, unaweza ukavuna kwa kukata moja kwa moja, unawapelekea mifugo wako kwa ajili ya kula. Pia unaweza kuandaa malisho kwa ajili ya, ya muda wa baadaye ambako kutakuwa kuna uhaba wa malisho. Unaweza ukakata ukaenda ukayahifadhi ukayakausha katika sehemu fulani kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Wanasema hay making and silage. Kwa hiyo unaandaa hayo majani, unayakausha, unaenda kuyahifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Asante, karibu tena ndugu mtazamaji wetu katika eneo letu hapa. Niko katika majani haya, yanaitwa panica maximum. Hizi ni nyasi ambazo zinapatikana katika maeneo mengi ya Tanzania, ni majani mazuri sana kwa malisho. Sifa zake ni zina uwezo mzuri wa kutoa malisho mengi katika sehemu ndogo, kwa hiyo zinakuwa zina faida kubwa kiuchumi, kwamba eneo linaweza likaa ni dogo, mkulima ukapata malisho mengi katika sehemu ambayo ni ndogo sifa yake nyingine ni kwamba zina uwezo mkubwa wa kurefuka hadi mita moja na nusu hadi mita mbili urefu wake kwenda juu. Sifa kubwa na nzuri kufaa kama malisho ni kwamba ina kiwango kikubwa cha biomass, pia ina kiwango kizuri cha protini ambacho kinahitajika katika mifugo kwa ajili ya shughuli za kibayolojia katika mifugo kwa mfano ukuaji, kuzalisha nguvu, pamoja na kutoa maziwa kwa yale mifugo ambao tunawafuga kwa ajili ya maziwa, ng'ombe wa maziwa au mbuzi wa maziwa. Aa, hizi nyasi tunazilima kwa kutumia mbegu huwaga. Mmea ambao umekwisha kukomaa unatoa mbelewele ambazo zinakuwa zimebeba mbegu kwa hiyo, tutachukua zile mbegu. Hapa hazionekani vizuri kwa sababu hazijakomaa bado, lakini katika mbelewele huwa zinatoka mbegu ambazo unazichukua unaenda kupanda katika eneo ambalo unataka wewe kuotesha katika sehemu hiyo. Uh, zina zinakuwa au kustawi vizuri katika eneo ambalo lina unyevunyevu mzuri. Pia nyasi zetu hizi, namna ya kuzivuna, tuna uwezo wa kuzivuna baada ya miezi mitatu tokea tumepanda kwa ajili ya kuwalisha mifugo wetu. Njia kubwa ambayo huwa tunaitumia ni kwa kukata unaenda kuwalisha wanyama wako bandani. Pia tuna uwezo wa kuandaa kukausha hizi nyasi kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Karibu tena, ndugu mtazamaji, katika eneo letu. Wakati huu tuko katika nyasi hizi ambazo zinaitwa Brachiaria species. Hizi ni nyasi ambazo zinapatikana katika maeneo mengi sana ya Tanzania. Ni nyasi ambazo ni chaguo uzuri sana au tunaweza Tukasema ni chaguo bora kwa wafugaji wengi kwa faida ambazo tutakwenda kuziona hapo mbeleni. Nikianza na sifa za hizi nyasi brikaria, zina uwezo wa kukua hadi mita moja na nusu kwenda juu. Zina majani ambayo ni mbamba kwa kiasi kama inavyoonekana hapa. Sifa yake nyingine ni kwamba zina protein content ambayo ni inafaa kwa ajili ya malisho ambayo ni hadi ya asilimia kumi na mbili. Ni kiwango kizuri sana cha protini ambacho kinapatikana katika majani haya ya brikaria. Sifa nyingine ambayo inafaa katika brikaria spishi ni kwamba mbegu zake zinapatikana katika hizi hizi nyasi. Kwa inakuwa ni rahisi sana kupanda katika eneo ambalo unataka kuanzisha Bricalia spishi. Sifa nyingine zina uwezo mkubwa sana wa kustahimili sehemu zenye ukame, kwa hiyo unaweza ukapanda sehemu ambazo zina uhaba wa maji. Faida zake ni chaguo zuri kwa wakulima au wafugaji, kwa sababu zinatoa kiwango kikubwa sana cha malisho katika eneo dogo, kwa hiyo inakuwa ina faida kiuchumi. Faida nyingine ambayo ni kubwa ni ubora wa malisho haya, ambapo ukiweza kuwalisha vizuri wanyama wako watakupatia matokeo yatakayokuwa ni mazuri sana. Kwa mfano kwa ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wataweza kutoa maziwa mengi kama ni kwa ajili labda ni ng'ombe wa nyama, basi utakuta wale wanyama wako watakuwa na afya nzuri, kutokana na haya majani ya Brikaria yana protini nyingi, pia yana energy. Ukiwapatia wanyama wako wataweza kuwa na afya njema. Namna ya kuandaa au kupanda Brikaria species katika eneo ambalo hapakuwa na nyasi za aina hii mbegu zake zinapatikana katika hii hii Brachiaria species katika mbelewele zake, ambazo endapo zitakuwa zimekomaa zinakuwa zina mbegu. Kwa hiyo utachukua mbegu, utaenda kupanda katika eneo lako. Tunashauri uweze kupanda kitaalamu katika mistari, kwa ajili ya kutengeneza ubora wa malisho yaweze kukua kwa nafasi pia unaweza kupanda hii brikaria spishi kwa kutumia machipukizi. Unaweza ukachukua tawi dogo la brikaria, ukaenda ukapanda sehemu nyingine. Baadaye lile pandikizi litachanua na kutoa matawi mengi mengi kama inavyoonekana hapa hapa, linaweza likawa ni tawi moja tu, lakini lina matawi mengi mengi, ni shina moja lakini lina matawi mengi. Hizo ndo faida za brachiaria spishi. Inafaa sana kwa mifugo, kwa mfano ng'ombe, mbuzi na kondoo pia. Asante, karibu ndugu mtazamaji katika eneo hili jingine katika hizi nyasi ambazo zinaitwa Chloris gayana, hizi nyasi kwa asili ni asili yake ni Afrika, wanazoita Rhodes grass uh, ni nyasi ambazo zinapatikana katika kanda nyingi, hasahasa hasa huu kanda wa Afrika Mashariki. Kwa sifa sifa zake, zina majani membamba sana ambayo ni ya kijani zaidi. Sifa yake nyingine, yana uwezo wa kukua hadi mita moja kwenda juu na ku yanapokomaa yanatoa mbelewele ambazo huwa zinabeba mbegu hizi. Chloris gayana ni nyasi ambazo zinafaa sana katika malisho ya mifugo kwa namna ambazo nitakwenda kuzielezea kama ifuatavyo. Chloris gayana tunaweza ku weza kuvuna kwa kuwaachia mifugo wetu wakachunga moja kwa moja, kwa mfano mbuzi au ng'ombe au kondoo, unaachia wakaja wakachunga moja kwa moja katika hizi nyasi. Pia unaweza ukakata na kuwapelekea bandani kwa ajili ya kuwalisha. Pia tuna uwezo wa kuandaa kwa ajili ya matumizi ya baadaye, labda katika kipindi cha kiangazi ambako hakuna mvua, unaweza ukaziandaa. Tunasema hay making, unaandaa kwa ajili ya matumizi ya kiangazi ambako kunakuwa hakuna mvua, kwa ajili ya kuzalisha nyasi. Kwa hiyo zinakuwa zina matumizi makubwa sana. Sifa nyingine ya majani haya ya Lodes Grass, yanakuwa yana protini ambayo inafaa kwa ajili ya ukuaji mzuri kwa mifugo. Pia yanakuwa yana energy content ambayo inafaa kwa ajili ya kudumisha afya na mwendelezo mzuri wa ukuaji kwa mifugo. Pia nyasi hizi tunazipanda kwa kutumia mbegu au machipukizi madogo madogo, ambao, ambapo unaweza ukachukua chipukizi unaenda kupanda sehemu ambako unataka kuanzisha shamba la nyasi hizi za Rhodes grass. Baadaye zitaweza kukua ndani ya miezi hadi mitatu, unaweza ukavuna majani haya. Yanakuwa ni mazuri sana, yana uwezo wa kustahimili direct grazing, kuchunga kwa moja kwa moja kwa sababu endapo mnyama atakuja kuchunga, kutabaki na vichipukizi vya chini, baada ya muda fulani tena itachipua kwa. Inakuwa ni nyasi ambazo zinaweza zikakaa kwa muda mrefu, angalau hadi miaka miwili hadi mitatu. Tazamaji, shamba hili lina zaidi ya aina ishirini za majani ama nyasi ambazo kwamba usingepata muda wa kuweza kupata maelezo ya kila aina ya nyasi ambazo zipo katika hili shamba. Lakini cha kuzingatia ni kwamba nyasi ni tofauti na mimea mingine ama mbegu zingine, ni kwamba ukinunua ni mara moja tu, na kuanzia hapo utakuwa unapata mbegu kutoka shambani kwako. Na hivyo mtazamaji, kama ungehitaji kuanza kufuga leo, lazima uanze kufikiria kwa muda huu, hata kwa long term, kwamba unapata wapi marisho ambao utakuwa unalisha ng'ombe wako ama mbuzi, kondoo na wanyama wengine ambao wanakula majani ama machungani. Na pia kama ungependa zaidi kupata mbegu ama kupata maelezo zaidi kuhusu mbegu hizi hapa au aina nyingi za majani ambayo umeona hapa shambani, unaweza ukafika maeneo haya kwa ajili ya kutembelea na kupata maelekezo. Na pia tuambie wewe huko kwako unapofuga ama ambapo umetazama tunatumia aina zipi za majani ili tujifunze kutoka kwako. Na hii ni maco TV.